Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza jipya la mawaziri likiwa na mabadiliko makubwa ya kiwizara sambamba na sura mpya za mawaziri walioteuliwa kuongoza wizara hizo. Mabadiliko hayo yanatajwa na wachambuzi wa masuala ya siasa na uongozi kama hatua moja ya kuleta maridhiano na, na kurudisha uhusiano kati ya serikali na wananchi. Florence Majani ametuandalia taarifa hii. Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza jipya la mawaziri leo likiwa na wizara mpya mbili: wizara ya kazi, ajira na mahusiano na wizara ya vijana. Hatua hii ya kuundwa kwa wizara hizi imekuja ikiwa ni siku chache baada ya rais kulihutubia bunge Novemba 14 akiahidi kuunda wizara kamili ya vijana itakayosikiliza na kufanyia kazi changamoto za vijana ambayo itakuwa chini ya ofisi ya rais. Akizungumza na wanahabari leo ikulu ya Chamwino, Dodoma,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 atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya ku, kama tulivyosema kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali mbali, na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri. Waliochaguliwa kushika nafasi katika wizara hizo mpya ni Joel Arthur Nanauka aliyechaguliwa kuwa waziri wa maendeleo ya vijana na Deus Clement Sangu aliyechaguliwa kuwa waziri wa kazi, ajira na mahusiano. Wachambuzi wa masuala ya siasa na uongozi wamezungumzia mabadiliko yaliyowekwa katika baraza hilo. Mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi kutoka shule ya sayansi ya siasa ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Abel Kinyondo, alikuwa na maoni haya. Bado tunasubiri kuona kwamba mabadiliko ya wizara yatambadilisha na waziri mwenyewe na naibu wake, au kwa sababu wengi ni wale wale, tutegemee yale yale na kwa maana hiyo, malalamiko kuendelea. Pamoja na wizara hizo mpya Rais Samia ameteua sura mpya katika baraza hilo la mawaziri. Sura hizo ni pamoja na Paul Christian Makonda ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa pili wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, na Wanu Hafidh Amira akichaguliwa kuwa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, wakati Joel Nanauka yeye akiongoza wizara ya vijana. Pamoja na sura hizo mpya, wapo mawaziri wa zamani ambao nafasi zao zimezibwa na mawaziri wengine, akiwamo aliyekuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr Doto Biteko, Husein Bashe aliyekuwa waziri wa kilimo, Innocent Bashungwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, Janisa Mhagama aliyekuwa waziri wa afya na Dr Selemani Jafo aliyekuwa viwanda na biashara. Wananchi wamekuwa na maoni mbalimbali mbali kuhusu uteuzi huo, hasa katika sura mpya zilizotajwa katika baraza hilo. Kwa majina naitwa Joel Demas. Kiukweli kwenye wizara ya vijana nimefarijika sana na nimekoshwa mno, kulingana na mtu ambao ameweza kumteua Joel. Nanauka na naamini na, na kabisa na imani naye. Pamoja na mabadiliko ya kiwizara kadhalika, rais Samia amewateua balozi Hamis Musa Omar kuongoza wizara nyeti ya fedha wakati balozi Mahmud Dhabiti Kombo akiwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, na ile wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari ikiongozwa na Angela Kairuki. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.